hawa ah, watu mkuwa marafiki kwa miaka mitano, yaani ni good friends, naelewa ni good friends, but this whole time mkaka alikuwa anampenda mdada. Mhm, mm usiniangalie -hmm hivyo, utakuta hata wewe mwenyewe unampenda homeboy wako <laughs> mmekazana kuita homies. Anyways, one day, mkaka kaamua liwalo na liwe mimi nitamwambia yule mdada kwamba nampenda. Sasa so, kama anamwambia yule rafiki yake kwamba you know what, mimi nakupenda, I really love you na ningependa kuwa kwenye mahusiano na wewe. Mdada simkatai dada akamkataa mkaka na akamwambia kabisa, mimi siwezi kuwa na wewe sababu nampenda rafiki yako, so I cannot be with you. Bwana, baada ya kukataliwa mkaka maskini ya Mungu moyo wake umemuuma hivyo, lakini ndio akakubaliana na hali, urafiki ukaenda unapungua, unapungua mpaka ukapungua kabisa. Sasa wakawa hawaongei kabisa. Mwaka huu, that was last year, mwaka huu mwezi wa tatu mkaka kapata mpenzi. Mpenzi kutoka Marekani so, wamejuana na huyu dada for three months, wakaoana, like, the guy akamwoa huyu mdada mwezi wa sita mwaka huu, mind you this whole time huyu kaka aongei na yule rafiki yake ambaye alimpiga kibuti, so, like, urafiki pia umepungua umeisha tuseme aongei naye so, amekaa na mpenzi wake hivo, wameoana, wanaishi kwa raha na mstarehe, wanapendana wenyewe wako sawa, everything is okay, saa ngapi yule rafiki yake home girl wake asimtafute mwezi wa tisa like last month, akamtafuta na akaanza kumwambia oh, mimi sasa hivi nakupenda, nataka turudiane, na kama ikiwezekana tunaweza tukafanya kwa siri siri, mke wako sio lazima ajue. So, like tunaweza tukawa tuna date kisiri siri, eh huko na huko. Akaanza kumtumia kaka zawadi za thamani. like, anakwambia kaka anakaa hapo anashangaa, ametumia zawadi na dada zawadi yani, expensive gifts unaelewa eh? So mkaka akaanza kuchanganyika kwa sababu this guy loved this woman, yani amempenda for mkono rafiki kwa miaka mitano. Miaka mitano ni mingi jamani, yani five years ni muda ambao mtu anaweza make impact kubwa sana kwenye maisha yako, na amempenda for all those five years kwaho, yani bado ana ana like bado anahisia na huyu dada, lakini ndio hivyo tena, ameshaoa. Wakati huo huo rafiki na ndugu wa yule home girl wa Canada wanazidi kumpigia huyu simu almost every day. Wanampigia huyu kaka wanamwambia ambapo yule dada anaumwa, like yuko hoi, anamtaka yeye tu. Every time anataja jina lake eh, ndoa yake watu wale hata miezi mitatu, alafu huko tayari kuna malaika wa giza ameshajinyanyua. Haya jamani kaka, watu wanauliza afanyeje?